Kama kama utafikiri utafikiri wako Ulaya. <laughs> hey! oh, kiba jezi kama wako Ulaya eh, mambo mambo, ah uko sio mazuri sasa. Umeletewa jezi utafikiri kama mtu kaokota jalala, joni wana wana aibu, wanae ba za zamani tu jezi zile, zile mpya wachachi mno, lakini za zamani ndio unavaa sasa. Tumependeza kila sehemu timu jezi, sasa tutafuta nini? Kwanza lazima tunenepe. Kuna shida gani? kwa si hatukondi hata tukifungwa, si ndio mpira sawa? ili ndugu zangu wakifungwa, wao hawataki wamefurahi sana, lakini hawana hawana quality yetu. Wao bado ni katika kimataifa, wao bado ni wa chini yetu. Yapo mwaka huu tumeanza nao, lakini wa chini yetu. Ni kafu tu imependelea ah, ban mwaka huu timu mbili tu basi. Kesi tuko juu. Na iko siku katika klabu ya kuchukua kombe la Afrika ni Simba. Sababu wewe kwenye ligi si una manjonjo, ikifika Afrika yale manjonjo hayapo nje, unasuasua unasema haya, unazungumza ni huyo yangu ni, ni haya vijana. Akitaka kupenda Simba apende Simba, akipenda magoli aende kwenye magoli. Tofauti ya Simba na Yanga Simba sio ni, ni timu ya mchezo, siyo timu ya malumbano. Inafika mahala wao wameandika mabango nchi nzima, kitendo cha watu wa media kila kipindi, yanga yanga, ina maana labda mmenunuliwa. Mpaka mimi nashangaa, tukio akifanya Yanga alisema ngoja afanye Simba litatangazwa nchi nzima na wana, wana vipindi, mtaendelea nalo kila kukicha, Simba kafanya hivi, Simba kafanya. Sasa mjifunze kwanza, hakuna neno linalonikera kusema timu ya wananchi wakati ni kilabu. Haya, timu ya taifa tuiteje? Wanakukera sana sana, naona ni kama watu hata waandishi wa habari na wakosoa wana ujinga wa kiasi gani, kusema timu ya wananchi wakati timu ya wananchi inachukua nchi mzima inaokoteza wachezaji ndio wanacheza Taifa Stars. Sasa kilabu inaitwa timu ya wananchi. Haya, je, na wale wachezaji wa kigeni nayo ni wananchi? Hizo hila wanazozifanya waendelea nazo, lakini iko siku hao watalia, si, ha? E, <laughs> sisi tukaanzisha kipigo, atufunge goli moja eh. Mwaka sabini na sita tumewapiga magoli mpaka leo hawajarudisha. Wakasema wao timu ilikuwa ya watoto. Hasa watoto kwani mlipeleka uwanjani? Kuna mwaka sisi kweli, Yanga ilitufanya tukaangalia, ah huu mpira wetu na wachezaji wetu ni wadogo eh, kwenye ukweli, sema ukweli, tuliwaambia hizi dakika 45 zinatosha kwa sababu tunaona sasa hivi ni mateke na ngumi, matokeo yake wataumia vijana, tukacha. Kwa hiyo wao wakacheka, si tukaona sawasawa tu, walipoingia kwa washika mikono, tumewapiga bao mpaka leo hawajarudisha. Wao ni kazi yao kuongea, wameandika mpaka mabango kwa sababu ni mshamba, yoyote asiyojua kuvaa, siku akipata nguo mpya hmm, mtaani watamkoma mzee. Salamu aleikum, waaleikum salamu. E. Kwanza e. e. e. e. Mimina... kwa wenewe. Mimi naitwa Mzee Ramadhani jina maarufu Mzee Hila. Eh, mimi toka tulipoanza mpira mimi nimeikuta Sandalendi. Ndio. E. Yanga si tulikuwa tunauza ni watu wa makopa. Unasikia? tulikuwa tunawaita ni watu wa makopa e. tumewafunga tukiwa Sandalendi tunawaita 44 Hey, again, four four. Uh, ni magoli tukile wakiingia lazima wale nne wakati wa Sandaleni tumekwenda nao tukaja wakatubahatisha sitini na nane baada ya mchezaji wetu mmoja Emmanuel kufungiwa. Ndiyo. Sasa katika mlolongo ule wamekuja wakapata chance wakatupiga goli tano, tukaona ndio mchezo, lakini tayari kwa so sababu wala muhogo na watu wa makopa, si atakuwa na ajabu. Yanga kula biriani wamejifunza kwa Sunderland, ndio watu walikuwa wanajua kula vizuri hata kuvaa jezi. Yanga walikuwa wanacheza peku peku, Sunderland wanacheza na viatu. Lakini kwa sababu mtu anajikweza kujiita yeye mtoto wa mji, mara wananchi, sio hiyo timu ya taifa tuite timu ya nani? Manake Yanga inaitwa timu ya wananchi, haya timu ya taifa tuipeleke wapi? kwa sababu mpaka na walaumu hata waandishi wa habari sijui wanakuwa vipofu timu ya wananchi ni ya nchi nzima yanga ina timu wachezaji wengine ni wa nje. haya inakuwaje timu ya wananchi sasa kwa kuwa na nyinyi mnaoendesha vipindi mmekumbwa pamoja na waandishi tunawaachia na upofu wenu kuita yanga ya wananchi wakati kuna wachezaji wengine ni wageni haya kwani isiwakilisha nchi basi kwa sababu timu ni ya wananchi kwani inaitwa klabu kwa hiyo tunajua kabisa. Historia ya Yanga wao kwanza ni wacheza mdundiko na ni maarufu kwa kupigana fimbo. Sisi hatuwezi kushindana nao. Ufungo walio tufunga mara sita ingekuwa ni Yanga hapa Laliki, na kiongozi waliwahi kumpelekea mavi nyumbani kwake kwa sababu wamefungwa na Simba. Sisi hatuko hivyo. Sisi ni watu wa mpira. Mtu wa mpira anaangalia nimefungwa wapi, bahati mbaya iko wapi? Tumefungwa na, na Yanga katika mechi ya ngao ya jamii, wakati tukiamini timu yetu imecheza mpira hizo hila wanazozifanya waendelea nazo, lakini iko siku wao watalia. Sisi tukaanzisha kipigo atufunge goli moja eh, mwaka sabini na sita tumewapiga magoli mpaka leo hawajarudisha <laughs> wakasema, wao timu ilikuwa ya watoto. Hasa ya watoto, kwani mlipeleka uwanjani? Kuna mwaka sisi kweli Yanga ilitufanya tukaangalia, ah, huu mpira wetu, ni wachezaji wetu wadogo, eh, kwenye ukweli, sema ukweli, tuliwaambia hizi dakika 45 zinatosha kwa sababu tunaona sasa hivi ni mateke na ngumi, matokeo yake wataumia vijana. Tukaacha, wao wakacheka, sisi tukaona sawa sawa. Walipoingia kwa kushika mikono tumewapiga bao, mpaka leo hawajarudisha. Wao ni kazi yao kuongea, wameandika mpaka mabango, kwa sababu ni mshamba. Yoyote asiyojua kuvaa siku akipata nguo mpya mtaani watamkoma, kwa sababu Yanga ni mtu wa makeke. Anapokosa ni sawasawa, mimi huwaita hivi wengi kama waliotoka nyumbani wale waliokuja na mwenge lazima wao Yanga. Sababu sio wamekuja mwenge mbio mbio. Akifika sio anaona so ah, wapi Yanga? Atakoa Yanga. Lakini aliokuja akaja na nauli yake Dar es Salaam wengi tutakuta ni Sandalendi ni na sasa hii ndio ina maana inaitwa Simba. Sasa si kama wana Simba ni wana michezo. Yanga ni wacheza mdundiko. Ukiwa korofisha watakupiga fimbo. Inafika mahali ambako watu wanaogopa. Kama hawajui hawakumpelekea kiongozi wao baada ya kufungwa na Simba wakampelekea gari la, la sita wakampelekea kwenda kumwagia maji nyumbani anaulizwa anambi ah watu wa Yanga waachie timu yao kiongozi akajiuzuru. Sasa ni ustaarabu, si uhuni. Sasa mimi najua Yanga wala si baba iki nayo, kwanza mimi huwa na waita matonya. Kuomba kwa Yanga kwanza leo 64 wanatembeza vikapu, wakati huo soka la Kariokoni naitwa soko mjinga soko maarufu ilikuwa Kisutu, wanatembeza kofia wakati wanacheza kina Kitwana, lazima watembee na kofia. Wakati ha wa Sandalendi tuna uwanja mmoja na sisi, tulikuwa na uwanja Jangwani, tukiwapita si ndio tumevaa viatu na jezi. Kwa hiyo Simba kwenda vizuri ni kawaida yake toka Sandalendi. Hawa mambo makoke wafanya mimi huita hivi mlanjaa, siku akipata basi atafanya manjonjo, tafikiri atakula maisha, kumbe anakula mara moja tu, hajui ile shibe anaichezea baadaye itapotea. Kwa hiyo sisi wana Simba ni wana michezo, wametufunga Yanga na bado tunakwenda uwanjani na bado hatujasusa. Alafu kuvaa jezi sio tumeanza leo, toka Sandalendi tumevaa jezi. Yanga anakuja na jezi za viraka, hapa nyeusi, hapa njano, hapa sijui nini, basi wakati wa timu maarufu Sandalendi Cosmopolitan Ukufika hapo unajua hawanakwenda kuangalia mpira. Kwa hiyo hao Yanga mimi hawanibabaisi. Huaita ni watu wa kucheza ngoma. Kwa hiyo watu wa kucheza ngoma, ukishindana naye kweli watakupiga fimbo. Si watu kani nitoka zamani. Na kuombaomba Yanga nitoka zamani, nani hakujua kama Yanga wakati ule kocha wao Mkongomani walikuwa wanatangaza saidia Yanga kwenye vyombo vya habari. Si nilikuwa nasaidiwa? Sasa Simba tutatangaza wapi? Nabla, tu, tu, tafauti. Sasa tofauti ya Simba na Yanga, Simba sio ni, ni timu ya mchezo, siyo timu ya malumbano. Inafika mahala wao wameandika mabango nchi nzima, kitendo cha watu wa midio kila kipindi Yanga, Yanga, maana labda mmenunuliwa. Mpaka mi nashangaa tukio akifanya Yanga hali semu ngoja, afanye Simba litatangazwa nchi mzima na wana, wana vipindi mtaendelea nalo kila kukicha, Simba kafanya hivi, Simba. Sasa mjifunze kwanza, hakuna neno linalo nikera kusema timu ya wananchi wakati ni kilabu. Haya, timu ya taifa tuiteje? Sana naona ni kama watu hata waandishi wa habari na wakosoa wana ujinga kiasi gani kusema timu ya wananchi, wakati timu ya wananchi inachukua nchi mzima inaokoteza wachezaji ndio wanacheza Taifa Stars. Sasa klabu inaitwa timu ya wananchi. Haya je na wale wachezaji wa kigeni nayo ni wananchi? Hilo limewafikia. Uh, nataka kufahamu kutoka kwako tofauti ya Simba ya zamani ambao ni nyinyi wazee wa sasa <tipu> eh, mlikuwa vijana na Simba ya sasa hivi. Sasahivi kwa namna unavyoona tofauti. Kwanza mwaka huu na nawapongeza kocha kaondoka, atuachia timu sasa tushindwe sisi kwa hila za watu kwa sababu hata ndani ya klabu yetu kuna watu wengine wana njaa. Sasa akachukua akaona Haris anaelewa na tupa tupa, hoga akaenda kule akatuwasili. Sio jambo la ni jambo tu, unaweza kukaa na familia yako. Wengine wana akili, wengine ovyo ovyo. Kwa hiyo sisi mwaka huu Simba tukikosa ubingwa, nasema ndio yale yale manjonyo. Na mimi siwezi kumlaumu kiongozi, wakati timu tunaiona mchezo inachezwa tunauona, so unamlaumu kiongeza fanyaje? ya kitoka ya kupitia kama kawaida ya mambo sisi tuliwahi kuambiwa na kiongozi wa TFF wakati ule anaitwa Fati Jamal Malinzi. Mimi mpaka nitoke hapa ndio mpate ubingwa. Lakini sasa tukukurupuka. Leo wanamlaumu Karia wakati Karia ndio kawasogeza mpaka wamecheza robo finali, wameisotea miaka 25. Kiongozi aliyokuja akafanya vizuri ni Karia. Timu zimekwenda juu ni Karia, lakini leo utakuta wanasema hao oh, huyu si wetu. Kwa kigezo gani walitaka kutoletea makombo lakini wametupa nje ya Karia. Kapita Karia ni mwanamichezo, na kama ingekuwa kama watu wengine kesha pigana kazusiwa mambo chungu mzima. Yule simba bwana, sasa alikuwa kosti hayo mliowapata nyinyi, alafu aliwalea wakacheza sehemu moja mechi kumi. Lakini shukrani hawana na ndio kawaida ya Mwafrika, sio zijijijua hana shukurani Siwa, na si watukani lakini, Yanga wanakosa shukrani kwa Karia. Aliwahi kuwafadhili vizuri mno, wakati wanasua sua, mechi zote zinachezwa hapo, walikuwa wakacheza na Mungu kule, timu ikaletwa Dar es Salaam, lakini mwisho wakamkosoa. Kwa hiyo maoni yangu nasema, wana Yanga tuwaachie na sifa zao, sisi tunataka kucheza mpira wao, waendelee na manjonjo, wamepata ubingwa wakapanga mabango nchi nzima Wakajianda, alafu sisi tutakuwa na msemaji sasa hivi. Ana akili nzuri sana yule kijana, ana akili nzuri hapa patiki. Hata likimtokea ukimhoje, kwanza anakuangalia, alafu anakuja kukistarabu. Ndio taarifa nzuri, kwa sababu Simba inawasomi. Simba hajawahi kupata kiongozi wake akapata shutuma. Yango wamepata kiongozi wao akafungiwa mpaka leo. Makongoro hajulikani kwapi, kwa sababu anaacha kutumia akili yake ya elimu, anatumia maneno ya wanachama wanachama wana kawaida moja, ufanye vizuri wakusifia, ukiharibu wakuzomea. Ndio kazi ya wanachama. Sasa usipo ukiwa kiongozi wasikilize, alafu chukua pointi. Je, hili ni kilifanya tafa Magongoro akawasikiliza, kafungiwa maisha mpaka leo hayupo. Kwa hiyo sisi Wanasimba, acha watambe, itafika siku ya siku wataanza kushtumu. Sisi tuna timu bwana. Nashukuru sana kwa hilo. Sawa mzee wangu, zungumza na vijana wa sa, sasa kama ambao mmewachia Simba, vijana tuliowachia Simba, kuna vijana e, si watu kali hmm. Hawaangalii timu, hawaangalii timu wanaangalia magoli. Haya, goli limefungwaje? Wakimuuliza sema mara sita tunafungwa, haya uo nitakaja. Kwa hiyo tunawaachia vijana wajifunze, kwenye michezo kuna mengi na usipostahimili kwenye michezo itakushinda, hata kama ukiwa kiongozi. Kiongozi anatukanwa lakini, achezie uwanjani. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana, kama wewe ni mwana Simba penda Simba, kama wewe ni mpenda magoli basi nenda kwenye magoli, kwa sababu utashindwa kustahimili michezo. Michezo ina mambo mengi. Kwa hiyo mimi maoni yangu, vijana waangalie timu yao, na ukiwa mwanafamilia unaangalia familia ya mtu unaacha ya kwako kwa, basi wewe utakuwa mjinga. Sasa sisi tunaangalia Simba yetu. Wafanya manjonjo tupo. Kwanza makuu na furahi hmm, kivaa jezi utafikiri wako Ulaya <coughs> hey! Sio mambo mazuri. Sasa wameletewa jezi utafikiri kama mtu kaokota jalala jala, sasa tumependeza kila sehemu timu jezi, sasa tutafute nini? Kwanza lazima tunenepe, kuna shida gani? Kwanza si hatukondi, hata tukifungwa si ndio mpira sawa? Ili ndugu zangu, wakifungwa wao hawataki wamefurahi sana, lakini hawana hawana quality yetu. Wao bado ni katika ma, kimataifa, wao bado ni wa chini yetu yapo makao tumeanza nao, lakini wachini yetu ni kafu tu, imependelea ah, bana mwaka huu timu mbili tu basi, tuko juu. Na iko siku katika klabu ya kuchukua kombe la Afrika ni Simba. Sababu, wewe kwenye ligi sio na manjonjo, kifika Afrika yale manjonjo hayapo nje, unasuasua unasema haya, unazungumza nini? hiyo yangu ni haya vijana, akitaka kupenda Simba apende Simba. Akipenda magoli ende kwenye magoli.